Mahakama ya Katiba ya Korea Kusini imemwondoa rasmi Rais Yoon Suk Yeol madarakani leo Ijumaa, ikifunga ukurasa wa miezi kadhaa ya sintofahamu ya kisiasa baada ya kiongozi huyo kutangaza kwa ghafla sheria ya kijeshi mwezi Disemba mwaka jana. Uamuzi huo ulifuatia kura ya bunge la Korea Kusini ya kumwondoa Yoon madarakani Disemba, na sasa rasmi atatakiwa kuondoka kwenye makazi ya uraisi Huku uchaguzi wa rais mpya ukitarajiwa kufanyika ndani ya siku 60. Majaji wote wanane wa mahakama katiba waliunga mkono hatua ya kumwondoa Yoon wakieleza kuwa aliivunja katiba kwa kutangaza sheria ya kijeshi bila kufuata utaratibu, kuamuru wanajeshi kuwatoa wabunge waliopinga hatua hiyo na kuonesha usaliti mkubwa kwa imani ya raia. Sheria hiyo ya kijeshi haikuwa halali kwa kuwa hakukuwa na tishio kubwa la kitaifa wakati huo, alisema jaji mkuu Moon Hyung Bae. Yoon ambaye pia anakabiliwa na mashtaka ya uasi wa kijeshi katika kesi ya jinai alikamatwa Januari lakini aliachiwa kwa dhamana mwezi Machi. Baada ya hukumu hiyo, alitoa tamko akiwashukuru wafuasi wake na kuomba radhi kwa kutowafikia matarajio yao. Nje ya mahakama, wapinzani wa, wa Yoon walisherehekea kwa furaha huku wakiimba na kucheza, lakini mbele ya makazi ya rais wafuasi wake walikusanyika kimya wakikubaliana na hukumu hiyo. Chama tawala kilisema kitaheshimu hukumu na kuendelea kulitumikia taifa. Mzozo huu umekuwa wa kugawanya taifa, huku waandamanaji kwa pande zote mbili wakijitokeza kwa wingi mitaani. Polisi waliimarisha usalama katika mji mkuu kabla ya kutangazwa kwa hukumu hiyo. Yoon alitangaza sheria ya kijeshi kupitia hotuba ya ghafla usiku kwa taifa akidai kulikuwa na mkwamo wa kisiasa na vitisho kutoka kwa vikundi vinavyoiunga mkono Korea Kaskazini. Wabunge walijibu kwa dharura kwa kupiga kura ya kuiangusha sheria hiyo na ndani ya saa sita ilifutwa. Kiongozi wa upinzani Lee Jae-myung, ambaye alishindwa kwa karibu kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 dhidi ya Yoon, sasa anaonekana kuwa mgombea mkuu wa urais. Baada ya uamuzi wa mahakama, Lee aliahidi kurejesha amani na uchumi wa taifa. Rais wa muda Han Duck-soo aliahidi kutekeleza uchaguzi kwa mujibu wa katiba na matakwa ya wananchi. Yun ambaye hapo awali alikuwa mwendesha mashtaka maarufu aliyeongoza uchunguzi dhidi ya aliyekuwa rais Park Geun-hye, sasa amejiunga na orodha ya marais wawili waliowahi kuondolewa na mahakama katiba, akiwa ndiye kiongozi wa muda mfupi zaidi kuwahi kuhudumu tangu Korea Kusini iwe demokrasia. Attention, your potential customers are watching this video.